Naam, tunaendelea na leo eh, ni siku ya kuhimiza jamii isiyo na ukatili, na tutazungumza kuhusiana na eh, masuala mbalimbali ambayo ya yanahusu ukatili wa namna mbalimbali katika jamii, kwenye familia eh, kwenye mazingira ya kisiasa na vitu kama hivyo, na tutasikia pia eh, wananchi wanazungumza nini kuhusu kuwa na jamii isiyokuwa na ukatili eh, sema, zero violence kwa hiyo tutaangalia pia katika mikoa mbalimbali Lindi e, Rukwa na mikoa mengine wananchi wanazungumzaje kuhusiana na e, nini kifanyike ili kuwe na jamii isiyokuwa na ukatili. Na wakati huu pia tutakuwa hapa na Joyce Maketa ambaye ni afisa ustawi wa jamii e, kutoka jiji la Dar es Salaam, na sasa tuanze kwa kuangalia e, kitu gani hasa ambacho wananchi wanazungumza huko mkoani Lindi kutokana na, na, na, na, na hali ambayo tulionao sasa hivi katika nchi yetu. Uwezekano wa kuishi katika jamii ambayo haina ukatili wa kijinsia upo, tena ni mkubwa sana. Lakini ili iweze kupatikana jamii ya namna hiyo, kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa vihusike au vihusishwe katika kuuondoa ukatili, kwa sababu kwa sasa hivi tunaona hali ya ukatili wa kijinsia ni kubwa, lakini imekuwa kubwa kwa sababu kuna viashiria au kuna visababishi vya, vya kuupelekea kuwepo. kwa hiyo endapo asasi za kiserikali, taasisi za kiserikali zikishirikiana na jamii na viongozi wa dini na makanisani misikitini, walezi wa nyumbani, tukifikia watoto tukapeana elimu ambayo awali ilikuwepo ambayo ilikuwa inapelekea kutokuwepo ukatili wa kijinsia, tuna uwezo mkubwa kabisa wa kuishi katika jamii ambayo haina ukatili wa kijinsia lakini otherwise, kama hivyo vitu vitakuwepo, basi ukatili wa kijinsia utaendelea. Na kwa sasa hivi tunapoelekea, ukatili wa kijinsia unaonekana kama ni sehemu ya tu ya maisha ya kawaida, kitu ambacho sio sawa kwa nchi zetu hizi za Kiafrika. Kwa hiyo ni muhimu sana asasi, taasisi za kiserikali na taasisi za kiserikali ziongeze nguvu katika kutoa elimu kwa jamii, lakini wakishirikiana na taasisi za kidini ili tuweza kuondoa ukatili wa kijinsia. Kimsingi, binafsi natazama swala la ukatili wa kijinsia lina ugumu wake, kuweza kuishi na jamii ambayo haitafanya matukio ya ukatili. Kwa kwangu mimi, pamoja na kufuatilia matukio hayo, lakini naona ni ngumu natamani sana tuishi katika hiyo jamii lakini kwa sasa hivi kwa uhalisia uliopo, binafsi nasema kabisa ni ngumu kuishi na jamii aina hiyo kwa sababu mbili tatu. Swala kwanza ni kutofautiana kwa maadili, kwa sababu watu wa Afrika kwa ujumla tunatajwa kama ni watu wenye maadili tofauti, yani mazuri, lakini yamebadilika, ukiangalia tamaduni za mkoa fulani na mkoa fulani. Hilo ni swala la kwanza, lakini hata kwenye jamii yenye maadili kuna mitazamo tofauti, unakuta jamii iko vizuri, lakini utamkuta mtoto mwizi mdokozi, anafanya hivi anafanya vile. Hilo ni swala kwanza. Swala la pili ni tofauti za kiuchumi, kwa sababu tunatofautiana, mwingine yuko tayari kutenda ukatili kwa sababu anapata kitu fulani. Hiyo nayo kwa ulimwengu sasa hivi na kwa kasi ya teknolojia tunaiona kabisa, ni swala ambalo sio rahisi. Jambo lingine ambalo nalitazama ni kubwa zaidi, naliona na kama ni sababu ya kuishi na jamii ambayo itaendelea kufanya ukatili ni swala la kukua kwa teknolojia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii kumekuwa kuna ukatili mkubwa na wa aina tofauti tofauti ambao umekuwa unaendelea katika eneo hilo, ngumu sana sababu sasa hivi kwa maisha sasa hivi ya dunia hii, kila kona kuna ukatili. Hata ukisema kwamba ukimbilie kanisani, sehemu yenye imani, utakutana na ukatili huko, tunaona kwenye vyombo vya habari ukisema kwamba ukimbilie basi, ungoja niende basi niende upande wa uh, msikitini, bado utaona kuna ukatili, kuna watoto wananyanyasika huko, kuna watoto wanafanyiwa vitendo vibaya. Kwa hiyo sasa ha hivi hakuna sehemu ya kusema kwamba unaweza ukaenda ukajihifadhi kwenye sehemu ya ukakosa sehemu ya ukatili. Naam, ni maoni hayo ya wananchi kuhusiana na masuala ya ukatili, na tumesikia kutoka Morogoro kile ambacho kimeelezwa. tutasikia pia maoni kutoka maeneo mengine tumkaribishe Joyce Maketa ambaye ni afisa ustawi wa jamii kutoka Ilala. Karibu sana asante. Leo ikiwa ni siku ya kuhimiza jamii isiyo na ukatili, na baadhi ya maoni ambayo tumeyasikia, mm -hmm. na tutasikia mengine pia, lakini kwanza uh, siku hii ina maana gani na ni kwa vipi uh, inaweza ikaleta chachu katika jamii ya? Yeah, kwanza ni, ni shukuru pia kupata nafasi tena ya kuwa hapa ya lakini hii siku ya, ya kuhimiza kuishi bila ukatili ni moja ya harakati za kuhamasisha jamii kuacha au kupunguza vitendo vya ukatili ambavyo tuna, tunajua vina, vina madhara. Kwa hiyo hii siku ni siku ambayo inahimiza kama siku zingine ambazo zi, zimepangwa kidunia ambazo zinaazimisha ikiwemo zile siku kumi na sita za kupinga ukatili ambazo zinaanza tarehe ishirini na tano ya Novemba, zinaungana na hii siku ili kusudi kuifanya jamii iweze kusikia habari za ukatili na kujua namna gani wanaweza wakazuia ukatili, au namna gani tunaweza tukawalinda watu na ukatili, au namna gani tunaweza tukasimamia zile haki za kibinadamu ambazo tunasema zikivunjwa mara nyingi sana ukatili. mm -hmm. na, na, <coughs> sasa, na, ni, kwa asilimia kubwa unaonekana huko hapo. Kwa uzoefu tulionao sasa mpaka sasa hivi, Tanzania ni maeneo gani hasa ambapo tunasema ukatili umekuwa mkubwa katika maeneo hayo? ya yeah. Nikizungumza kwa ujumla wake kwenye ukatili, kabla sijasema maeneo, niseme ukatili wenyewe tunaouzungumzia lazima kwanza tuelewe. mm. Tunapozungumzia ukatili, tunasema ni kile kitendo ambacho kina, kina, kinaleta maumivu kwa mtu na mtu anadhamiria kumfanyia mtu mwingine au kundi la watu, anadhamiria kumfanyia mtu ili kusudi waweze kukidhi kile anachokitaka. yeah. Sasa katika yale matendo ambayo yanafanyika, matendo ambayo yanafanyika ni tusema ukatili wa kimwili kwamba mtu anaweza akapata maumivu au akau, akapata ulemavu au akaua akafariki kwa kwa kufanyiwa kitu ambacho kimeathiri mwili wake, na wengine wanapata ulemavu. Lakini nasema ukatili wa kingono, ndio ukatili wote unaohusiana na masuala kima ya kimahusiano ya ya kingono kwamba mtu anaweza kufanyiwa ukatili wa ulawiti au ubakaji. Lakini pia kuna ukatili wa kihisia, mtu anapitia maneno magumu, anapitia matusi, anapitia manyanyaso, maneno ambayo yanakaa yana kwenye moyo kwenye akili yake, yanaathiri uwezo wake wa kufa kili, tuseme saikolojia yake hiyo mm. Lakini tuna ukatili wa kiuchumi ambao ni ukatili ambao unamfanya mtu asiweze kufurahia kile ambacho anatakiwa kukifurahia kama ni, ni, ni, ni kipato chake au kutafuta kipato mm. au saa nyingine kulithi mali ya, ya, ya mzazi wako au nani unakatiliwa usiweze mm. kufurahia ule ukatili au kuenda kufanya kazi ili kusudi uongeze kipato, lakini tuna ukatili wa kutelekeza hii ndio imekuwa nyingi sana, ukatili ambao tunauona kwenye maeneo mengi, watu wanatelekezwa, watoto asilimia kubwa, watoto wanatelekezwa. Hizi zote ni aina za ukatili ambazo zinaleta, zina maumivu kwa mtu au zinamshindwa mtu kufikia safari yake, haswa kwa watoto, wanashindwa kufikia ndoto. Sasa hizi aina za ukatili ambazo nimeziainisha, ni katili ambazo zinafanyika kwenye maeneo tunasema duniani kote yeah. na ukija kwa Tanzania tunasema kote tunakutana tuna na hizi aina za ukatili. Sasa kwenye aina za ukatili kwenye maeneo kama kama kwenye mikoa ambayo inatumia mfumo dume. Tuchukulie mikoa inatumia mfumo dume. Ni mikoa ambayo sasa, ukatili wa kipigo unaweza kuchukua nafasi zaidi kuliko aina zingine za ukatili hmm. Lakini pia kwenye maeneo ambayo yana, yana, yana umjini sana umjini, tukichukulia tunazungumzia Dar es Salaam, tunazungumzia sehemu ambazo zina mjimji zile, ukatili sana ambao unahusiana na masuala ya kingono unakuwa juu kuliko aina zingine za ukatili. Mm hivyo -hmm, ndo namna ambavyo tunaweza tukaiweka tuka hii kwenye eneo la, la, maeneo gani ambayo tunayaona. Yes, yes, kwa sababu ukatili ni aina zote zinapita katika maeneo tofauti tofauti mm -hmm. Yes. Lakini unadhani kuna sababu eh, ambayo inaweza ikawa ni sababu kubwa eh, au sababu ambazo zinaweza zikawa zinasaidia kuwepo na ukatili katika hayo maeneo? Ndio ya yes, sababu zipo kwa sababu kama nilivyosema aina ya ukatili ambao una, una, una, watu wanapigwa sana watu wanaumizwa sana, ni sehemu ambazo zina mifumo zina mifumo ile ambayo imewekwa ya, ya, ambayo si mifumo rafiki. Mambo mila na desturi zinakuwa zimeshika sana kwenye hayo maeneo. Okay. Kwa hiyo moja ya sababu ni hizo mila na desturi, lakini pia kwenye mila na desturi tunasema hata aina ya ukatili ambao tunasema ukatili wa ukeketaji ukatili wa ukeketaji ni ule ukatili ambao unaondolewa sehemu ya mwili wa mwanamke ambayo si sahihi sasa yeah. Ile aina ya ukatili tunasema nao pia ni ya mila na desturi, lakini pia kuna matumizi ya, ya vileo vilivyopitiliza mm-hmm. Hii pia imekuwa ikisababisha aina nyingi za ukatili, ukatili wa majumbani, ukatili wa kindoa, ukatili wa wa ule ambao unahusiana na, na, na, na, na, na fujofujo haswa mtu anapokuwa ame hata kileo kupitiliza, anaweza kufanya maamuzi mengine. Kwa hiyo lakini pia tunaangalia ile hali kuna kuna ile uduni uliopitiliza mm -hmm. kuna ile hali duni, mtu anakuwa na hali duni mpaka anafikiri kwenda kufanya vitu ambavyo si sahihi. Hiyo moja ni eneo ni, ambalo tuna, tu, tu, tu, ni moja ya sababu, lakini migogoro kiujumla hasa kwenye, kwenye ndoa migogoro ya kindoa, kutokuwa uaminifu kwenye ndoa, hivyo ndo vimesababisha migogoro mingi sana, unasikia kuna mwanamke kauawa, vitu kama hivyo, au watu wamefanyiana, wame, wame wameumizana, ambao ni wenzi, wamepigana. Kwa hiyo kwenye masuala ya migogoro ya kindoa na kimahusiano pia imekuwa ni sababu lakini nyingine ni kwenye mila na desturi tusisahau kwenye zile imani za kishirikina. Pia zimekuwa zikifanya watu kuwatumia watoto yeah. Kama sehemu ambapo anajua nikifanya kitu fulani na mtoto ninaenda kutengeneza masuala yangu ya kiuchumi, na nategemeana ni maeneo gani, lakini ni eneo ambalo tunasema pia ni la kimila na desturi inaenda kuathiri mtoto kwa sababu kama hizo. Yeah. Lakini pia umjini. Yaani, ile hali ya usasa kuishi kuishi maisha kuiga mitindo ya maisha ambayo sio ya kwetu kutaka kufanya mambo ya usasa kuonekana kwamba na mimi nimeact kitu fulani hii, yeah. Pia imepelekea kuwa na na, na changamoto sana za ukatili wa, wa kingono mm -hmm. Hana ukatili wa kingono pia umekuwa na mahusiano kwenye hilo eneo kwamba mtu anafanya hivi kwa sababu aonekane vile. Hizi ni moja ya aina za ukatili ambazo zimekuwa zikishamili sana, na tunaona sana, sijui ubakaji, ulawiti, yani ni kitu ambacho tunakisikia sikia sana, lakini yeah, so. kinasababishwa na hiyo hali ambayo unaizungumza na tusikie maoni pia kutoka kule Mtwara juu ya masuala ya ukatili hasa katika jamii, na tunawezaje tunaweza kama jamii uh, kupata utatuzi. wanaofanya ukatili wa kijinsia kuwafanya watoto kwa rawiti waweza wa watoto kuwabaka, kwa kweli serikali ichukue hatua kali, hasa kama watoto wetu wachangamoto. So mimi nasema kwangu, hasa kama watoto wetu wachangamoto hawa, yani yoyote yule ataefanya ukatili wa kumfanya mtoto wakiwa wakiume awe mtoto wa kike akamfanyia ukatili wa kijinsia na wapanda kwenye ndoa. Sababu watoto mimi, mume wangu alifariki, aliniacha na ujauzito watoto wa miezi mitano, lakini tuliko na watoto wa changamoto wengi walioko hapa hapa. Tunasikia watoto wale wa baba zao wamewakataa, yani baada kumwona mtoto na matatizo, mimi mtoto huyo mimi mtoto huyo wa kwako mimi mtoto sio mwanaume, anakimbia anamwacha mama. Yani nini kifanyike akionekana mtoto huyo? Ustawi wa jamii, tukienda kulalamika, watushike mikono Watusikilize, baba huyu hapa afuatiliwe, wachukue hatua za kiserikali atili huu. Cha kwanza ambacho kinatakiwa kifanyike, yani uh, kuanzia kwetu sisi wenyewe sisi, uh, sisi sote ni binadamu na hakuna mtu aliyekamilika wote, uh, yani tunaishi yani kwa upendo wa Mwenyezi Mungu na wote tumeumbwa pia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa kwa hiyo sisi kama binadamu sisi kama sisi tunapaswa tuwe na upendo kwa, kwa, a, a, a, kwa kila mmoja pia, uh, serikali. Serikali pia uh, kutu, uh, uh, na... kwa upande mwingine, kama serikali serikali pia inatakiwa kutoa akudili, na kama serikali inaweza kuwekeza kwa kumchukua mtu huko akamlipa pesa hivi kwa sababu tu anacheza mpira inatumia gharama kubwa katika hilo, hebu azitambue basi taasisi za dini, waone wanawezeshaje kuhakikisha kwamba hawa watu wanaweza kufanya kazi kwa maslahi ya taifa, kwa sababu sasa tumeshakwama, tumeshakwama. Hali ni mbaya kupita maelezo, yani hakuna eneo ambalo liko salama. Ni kwa sababu dini iko iko pembeni na tunaona matokeo ya kweli kwamba watu ambao wameamua kushika dini, tunayaona matokeo ya kweli. Sasa serikali nayo pia, kwa sababu ni sawa swala la umma, tunataka kuliokoa kulio taifa, basi isiogope kutumia shilingi muda katika kuhakikisha jamii inakwenda. Nayo ni muhimu jamii ikapewa elimu. Tunafahamu kwamba jambo la elimu linatolewa, labda haifiki tunapohitajika kufika ama kuna changamoto ambazo tunapitia hapo katikati mpaka jamii haijapikiwa kuusanwazma la elimu kwa mfano kama leo tumepewa hapa, tumeelezwa tume e, kosa la kwenda polisi ni lipi, kosa la kwenda taasisi ta ya kuzea aaousha ni lipi, kosa la kwenda mahakamani ni lipi, kule shuleni basi kuwe na. Ni maoni ya baadhi ya wakazi katika maeneo mbalimbali tumeona hapo na uh, tumesikia pia kuhusiana na ukatili ambao unafanywa maeneo ambayo tunategemea kuwe mm-hmm. Uh, na usalama majumbani, katika sehemu za ibada na, na maeneo kama hayo, jamii uh, inafanyaje hasa kutafuta suluhu katika hili ya yeah. Kwanza, kwanza tunaiona changamoto kwamba sehemu ambapo natakiwa nikimbilie kwa ajili mba, ya kupata amani mm-hmm. kumbe nako kuna changamoto kwahiyo yeah. Tunaona kesi ambazo ziko kwenye maeneo ya kidini lakini pia familia tunasema familia ndio sehemu ambayo inamkuza mtoto na ndio tunaona ni sehemu salama, lakini ukija kuangalia kwenye tafiti za masuala ya ukatili inaonekana ina asilimia sabini. Familia ni moja ya sehemu ambapo kuna, kunafanyika ukatili mwingi mm -hmm. sana. Sasa nini ambacho tunaweza tukafanya kama jamii? Cha kwanza jamii iweze kuwa na utambuzi kwanza wa kujua kwamba kitendo cha ukatili ni kitendo ambacho kinaathiri mtu. Hicho ni kwanza kitu kikubwa. Mm -hmm. Na pia ukifanya ukimfanyia mtu ukatili ujue kwamba ni kosa ambalo pia unatakiwa kuja kuadhibiwa, sawa. Lakini wakati tunafikiri hivyo tu, tuweke pia sisi kama jamii, familia, mtu mmoja mmoja kuwa walinzi, kuwa watoa taarifa, kwa sababu ukiangalia hata kwenye sheria yetu ambayo inasema inalinda watoto, sheria ya mtoto wa mwaka elfu mbili na tisa iliyoboreshwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa imeainisha kifungu cha mtu yoyote kutoa taarifa pale ambapo unaona kuna haki za mtoto zinaenda kukiukwa au mtoto anaenda kufanyiwa ukatili, na imeeleza kabisa vitu vingi ambavyo havistahili kufanyiwa mtoto ambavyo vina uashiria wa kumfanyia mtoto ukatili. Kwa hiyo tukitambua kwamba hata sheria zimewekwa ambazo zinataka sisi tuweze kusimama na jamii kama wanajamii, niweze kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba natoa taarifa napoona kuna haki zimekiukwa na kama zinataka kukiukwa pia niweze kusema mapema ksi tuweze kuokoa, lakini mm, pia kutu, kutu, kutu, kutu, kila mwanajamii au mzazi au mlezi kuchukua nafasi yake. Tukianza kwenye upande wa ulezi, ulezi ndio msingi wa kila kitu, hata huu ukatili ambao tunasema sasa, ukatili umekuwa mkubwa, katika moja ya sababu ambazo tunasema zimesababisha ni pia kukua, kudondoka kwa malezi ili alipingiki, kudondoka kwa malezi kumechangia hivyo, kwa sababu kuna watoto unakuta amebakwa, amelawitiwa. Ukija kufuatilia unakuta mama alikuwa huku, baba alikuwa huku, au ba mama, baba katelekeza mtoto, mtoto anaishi kwa bibi. Yani kuna vitu fulani hivi tukiachana na sababu zingine, kwamba kwenye ulezi tunatakiwa tusimame kama wazazi, kila mzazi, kila mlezi asimame na mtoto wake. Mm -hmm. asimame na yule ambaye amepewa kumlea kwa dhamana, kama vile ambavyo tunasema hata, hata kwa watoto ambao hawana wazazi tunaona wanalelewa kwenye makao, wanalelewa wapi? Wanalelewa kwa dhamana ya serikali, kwa serikali ndio inawalea. Kwa hiyo pia yenyewe inahakikisha kwamba watoto wanakuwa salama. Kwa kila mmoja asimame kwenye eneo la malezi, itatusaidia kuhakikisha kwamba hawa watoto wanasimama, lakini pia hofu ya Mungu, hii kitu inaweza kusaidia kwa namna moja au nyingine, kwa yule anayetaka kutenda mm -hmm kwa sababu ukiwa una, una, una hofu ya Mungu, kuna baadhi ya vitu unavyogopa. Haijalishi kwamba tunasema kuna baadhi ya sehemu za, za, za kidini zinafanyika hivyo, lakini bado ni msaada mkubwa. Hofu ya Mungu inakuzuia wewe kwenda kutaka kufanya vitu kama hivyo, lakini pia kwenye eneo la sisi kama wake wa, wa, wa, wa, wa, na waume au wenzi, migogoro ya kimahusiano na migogoro ya kimapenzi na kindoa yamekuwa ni moja ya changamoto kubwa sana kwenye, mkwenye, kwenye, kwenye, kwenye gogoro mm. Mimi nikiangalia hata kesi ambazo tunazisikiliza, unakuta unasikiliza kesi ya mtoto amefanyiwa ukatili, lakini ukija ukaangalia ndani ya ule mtoto kufanyiwa ukatili, unakuta baba na mama walishagombana wali walipigana, wako ndani mumo, wanaendelea kupigana kila siku, ama wameachana, baba amempiga mama, amemfukuza, baba anaishi na mtoto mpaka nafikia anamfanyia ukatili mtoto yeye mwenyewe, yaani baba anaenda kutembea na mtoto mwenyewe Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo tayari ni tatizo, kwamba migogoro yani, nyingi, kesi nyingi ambazo tunaziona unakuta zina migogoro kama hiyo, kama mama hakuzalishwa nje ya ndoa akawa na mtoto na yeye akamtelekeza kwa bibi, basi, kwa mjomba au kwa nani, ama mama ameachika, ameacha watoto yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo migogoro ya kindoa ni mambo ambayo tunataka tuyasuluhishe, ili kusudi yaweze kutuletea usalama. Aidha, kama tunaweza tukasuluhisha, tukabaki salama kwa ajili ya kuwalea hawa watoto ambao hawana hatia ama tukaachana kwa uzuri, mm -hmm. Ili kusudi kukawa kuna mfumo mzuri wa kuangalia watoto tukiwa tumeachana, yaani tusiwalee tusi tena na kwa visa mm -hmm. sababu pia vimekuwa vikichangia. Na no, tunakushukuru. Yes, sana Joyce, asante kwa elimu hii mm -hmm. na kwa kile ambacho umeeleza na hali ilivyo, jamii ikiendelea kuhimizwa zaidi katika kulinda na kuepuka na vitendo vya ukatili. Asante sana, asante, na, asante. Na tunakamilisha hivyo katika kujadili kupinga na kuondokana na ukatili